Hapa uh, studio mkurugenzi wa idara ya watoto kutoka wizara ya maendeleo ya jamii jinsia wanawake na watoto Sebastian Kitiku, mkurugenzi, habari asubuhi na karibu sana katika studio zetu za UFM. Salama na shukuru sana, nimefika niko tayari kuzungumza na ninyi Sao. Uh, moja kwa moja tukiangazia hapa, serikali imeweka adhabu kali. Kwa nini hatua hizi zimechukuliwa sasa? Kuna ongezeko la matukio haya? uh, hatua hizi hazikuchukuliwa sasa. Hii, hii ni sheria ya mtoto ya, ya muda mrefu. Ni sheria ya mwaka 2009. Ni sheria ya mtoto sura ya 13. Kwa hiyo adhabu hizi zimekuwa muda mrefu. Ch changamoto tulionayo, wananchi wa wengi hawazielewi hawa sheria uh, uelewa tu wa sheria haupo, ukitamka mm -hmm. sheria ikaonekana ikaonekana ina adhabu kali basi inaonekana ni sheria mpya, lakini ilikuwepo tangu siku nyingi. Sasa hilo sisi tumeendelea kuliku na aktuali. Mheshimiwa waziri alichokifanya ilikuwa ni kuwakumbusha tu Watanzania haya tunayoyafanya, yana, yana adhabu kali mm -hmm. ya kisheria. Kwa hiyo mara nyingine huyo inaonekana kama ni vitisho hivi, lakini ni wajibu wetu kutukumbusha. Sasa mm -hmm. ukifikishwa mahakamani Uh, ukawa uka, uka ni mhalifu alafu ukafikia uka mahali ukahukumiwa. Bahati nzuri uh, sana wenzetu wanaosimamia sheria huwa wanasema kutokujua sheria haikufanywa hey, usipate adhabu. Kwa hiyo sisi huwa tunachukua tu huwa uh, tunawatahadharisha tu Watanzania wa, wa na wahalifu wanaokiuka haki za watoto kuhakikisha kwamba uh, unalolifanya basi Uh, ukitiwa una, una, hatiani basi una uh, uh, uh, adhabu ni kali, ni kali. Eh, kwa hiyo tunatumia tuna, tuna nafasi hii kuwakumbusha tu Watanzania kuhusiana na hili, kwa hiyo alichokisema mheshimiwa waziri sio kwamba ni jambo jipya, limekuwepo muda mrefu tu mm. Eh, tuna changamoto sana, kuna watu wengi wanatiwa hatiani kwa sababu tu ya kuto kujua sheria. Serikali uh, imeweka adhabu kwa wazazi wanaowatelekeza watoto lakini vipi kuhusu utekelezaji wake, tutegemee nini kwa upande wa usimamizi, kwa sababu mpaka wanakumbushwa watu, hatupati matukio ya watu kwamba wamechukuliwa hatua, tutegemee nini kwa upande wa usimamizi wa sheria hizi? Mimi niliyopewa dhamana ya kusimamia masuala ya watoto, huwa napenda na, na tu kuwakumbusha, kuwakumbusha wadau wetu, wazazi na walezi ni jukumu letu sisi wazazi kuhakikisha kwamba tunatoa mahitaji ya msingi ya mtoto, na wajibu wetu sisi wazazi kuhakikisha kwamba hawa watoto tunawasimamia kwa, kwa mujibu wa sheria mm-hmm. sasa ukiangalia sasa hivi tuna changamoto kubwa, kuna wimbi kubwa sana, wimbi kubwa sana la, la utelekezaji wa watoto. Kuna namna nyingi ambazo watoto wanatelekezwa. Wanatelekezwa kwa sababu tu ndoa zetu zinadumu kwa muda mfupi, ndoa inafungwa baada ya muda mfupi, ndoa imevunjika. Kwa hiyo anaweza akaachiwa mtu mmoja alee watoto lakini unaweza ukakuta kwamba uh, mtoto hata kama mama ana uwezo, baba ana uwezo, lakini kuna, kuna ziada. Unajua swala si, si matunzo tu, swala ni malezi. Kwa hiyo ku, ku, kumwachia mwanamke mwanamke watoto bila uwepo wa mwenza bado ni changamoto, lakini kumwachia mwanaume watoto bila uwepo wa mama bado ni changamoto. Kwa hiyo tunachosema ni kwamba sasa hivi kuna wimbi kubwa kubwa la watoto kuishi bila weza, na mimi huwa anasema siku zote na na huwa anapenda kuwakumbusha kwamba utampa mtoto wako mahitaji yote ya msingi anayotakiwa, lakini usipomlinda mtoto na sasa hivi kwa mazingira ya sasa yanahitaji sana uwepo wa weza wote wawili, mmoja hawezi mmoja eh, yuko bise na shughuli za anahangaika shughuli za kiuchumi kuifanya kaya yake iweze kuji, kujitosheleza kwa mahitaji ya msingi, lakini lakini uh, uh, uh, ana, anaweza, akawa, anaweza, akawa, anaweza akawa labda hatapata muda wa kukutana na watoto wake, na sisi mm-hmm. tunasisitiza sana hakuna kitu ki, muhimu kama kuwasiliana na mtoto kujua maendeleo yake na changamoto zake za kila siku. Kwa hiyo huwa tunasisitiza tunasema, yani ibidi hasana, yaani siku hizi watu ndoa yani kuachana yani ni, ni, ni jambo la kawa hiwe ni lazima sana kufikia mahali unasema sasa tunatengana. Mnao waumiza ni watoto. Kwa ulimwengu wa sasa na teknolojia habari na mawasiliano, sasa hivi matumizi ya simu na kadhalika, ukiwa peke yako ndani ya nyumba ni ngumu sana kumlea mtoto wako kwa sababu mm-hmm. Moja ya wajibu mkubwa wa mzazi ambao mara nyingi huwa au hatuuchukulii hatuutilii maanani atu ni, ni, ni, ni, ni, ni mawasiliano kati ya mzazi na mtoto. Kama nilivyosema, huwezi kujua maendeleo ya mtoto wako, huwezi kujua changamoto, na bahati mbaya sana watoto mtoto usipo usipojenga urafiki naye usipojenga ukaribu naye Uka, ukawa rafiki yake, hawezi kukueleza changamoto zinazomkuta kila siku, na ndiyo maana ninyi mnashuhudia mtoto anaweza akawa nabakwa, anaumizwa, anabakwa, nabakwa, nabakwa miezi sita, mwaka, mpaka utakapoujwa kugundua kwamba ameharibikiwa, ndipo utakapofika pale nasema hivi, hili lilitokea lini? Hmm. na tuna ushahidi huo. Kwa hiyo watoto hawana tabia ya kusema na ikitokea bahati mbaya sana, mzazi akawa ni mkali kupitiliza, kwa hiyo mtoto anamwona yeye ni adui yake, hawezi kumwambia. Sasa tunachosisitiza sisi tunasema kuwa karibu na mtoto, wasiliana na mtoto. Sasa mweza akiwa mmoja ni ngumu, ina, ina ngumu inakuwa ni ngumu. Mkurugenzi, mbali na adhabu, mna mikakati gani ya kutoa elimu ama uhamasishaji kwa wazazi na jamii kwa ujumla? kwenye masuala haya sisi tuna mkakati mkubwa tulionao sisi ni kuwafikia wazazi. Tumetengeneza tumetengeneza utaratibu wa kuhakikisha kwamba tunawafikia wazazi popote wanapopatikana, hata kupitia vikundi vyao. Akinamama wanakutana sana kwenye vikundi vya kiuchumi, kwa mfano vikoba na kadhalika mm. tumetengeneza utaratibu tunasema, hiyo inaweza kuwa ni jukwaa ambalo tunaweza tukawafikia akinamama tukawaelimisha. La, lakini, lakini tunatumia sana Uh, njia ya vyombo vya habari redio, kama nilivyo hapo nazungumza, kama kuna mzazi yupo anasikiliza, basi kuna kuna namna ambavyo anaweza akajifunza. Lakini tunapitia sana viongozi wa dini, tunawakumbusha viongozi wa dini, wakati mnafungisha ndoa au mnajiandaa kuwaunganisha hawa ili kuwa mke na mume mm -hmm. ni vizuri tukawa tunasisitiza swala so, si uwezo kwamba mkifika mahali mnaoana, kishafika mahali unasema mimi nina uwezo na naweza nikalea peke yangu, lakini ni zaidi mtoto matunzo, ni zaidi ya malezi, ni zaidi ya matunzo, ni zaidi ya zile huduma unazompatia mtoto. Unaweza kumpatia kila kitu mtoto wako, lakini mwisho wa siku akaharibikiwa. Na mkurugenzi, ulizungumza hapo awali kwamba malezi e, bila mama bila baba ni changamoto, na hii pia inaweza kuwa ni moja ya sababu ya kuwa katika e, maadili yasiyofaa kwa baadhi ya wa watoto. Pengine kama wizara, nini mmekibaini, hasa nini chanzo cha wazazi hawa kutelekeza watoto wao. Ch chanzo kikubwa ambacho tumekibaini kina kina kina, kina wafanya wazazi wengi kutelekeza watoto wao. Um, kuna kingine well, kuna maswala ya kiuchumi, e, changamoto za kiuchumi kama navyosema, mama amepata, amepata mtoto kwa bahati mbaya, alikuwa hajajiandaa, alafu baba labda akakimbia, akamwacha, anaona sasa mimi sina uwezo wa kumlea mtoto wangu koja nikatafute maisha sehemu nyingine, unamwachia bibi. Bibi hana uwezo wa kumlea mtoto. Na kwa mazingira ya sasa, maendeleo tuliyonayo ya teknolojia habari na mawasiliano, watoto wanawasiliana sana, wanawasiliana na marafiki ile. Kuna, kuna kitu wanaita, wanaita nguvu za, nguvu za mahusiano pia pressure. Kwa hiyo akibaki pale nyumbani anaweza akaamua tu kuondoka akakimbilia mitaani, akaona kule ni salama zaidi, na anaweza akapata mahitaji yake ya msingi. Kwa hiyo moja ya sababu inawezekana ikaana hiyo ni, ni umaskini lakini na kuvunjika kwa ndoa. Ikivunjika kwa ndoa mkiwa hamjajiandaa, kwa jeuri tu unafika mahali unaona kwamba mimi na uwezo wa kulea peke yangu okay. lakini uwezo wa kumlea mtoto kumpatia tu mahitaji yake ya msingi huna, lakini uwezo wa kukaa na mtoto na kuzungumza naye na kumwelimisha huna, kwa hiyo ndoa kuvunjika, migogoro ya ndoa, migogoro katika familia na ni changamoto nyingine ambayo tumekuja kuibaini kui na ndio e, maana huwa uh, tunaomba viongozi wa dini hebu wafiki, wafikirie uwezekano wa kuongeza hata muda wa kukaa na hawa wenza kabla ya kufunga ndoa ili wazungumze nao kwa kirefu. Sasa hivi, mm-hmm, tunashuhudia ndoa nyingi sana zinavunjika, nyingi sana e. Kiwango kikisikia takwimu kinatisha. Sasa najiuliza kwanini, kwa nini tunaingia kwenye mahusiano alafu baada ya muda mfupi? Kwa hiyo na, na, na kuigaiga tu mitindo, kwamba wenzetu kule wamefika mahali wanampaka ndoa za mikataba, kwamba bwana, mimi nakaa na nawe miezi sita, kishafikia hapo basi tunachana. Lakini wenzetu ndio walikofikia hapo, hapo walipo sasahivi eh. Kwahiyo tuna changamoto, lakini wenzetu kwa sababu ya uwezo teknolojia ulizonazo, ana uwezo wa kumchukua mtoto wake akampeleka kwa mtaalamu wa saikolojia mm. Mtaalamu wa kulea watoto. Hata asipokwepo, kuna mzazi mwingine mbadala ambaye ana uwezo wa kulea watoto kulingana na taaluma aliyo nayo mm. Sisi hatujafikia hivyo, tunaishia kuwatelekeza kwa kinabibi na, na, na, na, na hapo hapo, kuwatelekeza kwa kinabibi. Kwa uzoefu wa wizara mm. unaonyesha, watoto wanaotelekezwa zaidi huwa wapi? Kwa mama, kwa bibi ama wengine hutelekezwa kabisa na kubaki mitaani, uzoefu uko wapi? Uh, watoto watoto wana, wanatoka majumbani. Watoto hawazaliwi mitaani, wala haitokei tu kwamba wako mitaani, wanatoka kwenye majumba yetu. Kwa hiyo kama nilivyosema, kuna sababu nyingi tofauti no, unapreka... namaanisha watoto sasa ambao wanatelekezwa mara hmm, nyingi wanatelekezwa kwa mama zao ama kwa bibi zao, ama wengine hutelekezwa tu kabisa, sio kwa mama wala kwa bibi wala kwa baba wameachwa tu. kuna kuna, kuna, baadhi ya, kuna baadhi ya mazingira mm h -hmm. yanatofautiana mazingira. Huwezi kusema sasa yanafanana yote mm -hmm. kuna ambao wanatelekezwa kwa, kwa sababu ipi, kati ya kutoka kwa mama na bibi na hao ambao wameachwa hapa wameachwaahapa mm -hmm. kuna, kuna bibi kuna babu, tunachosema ni kwamba mm -hmm. idadi kubwa idadi kubwa ni ya watoto ambao wanashindwa kupewa mahitaji yayo ya msingi, akiwa kijijini anaweza akabaki kwa bibi mm -hmm akabaki kwa babu akabaki kwa ndugu na jamaa wa karibu mm. Akaachiwa pale akaambia bwana nakwenda kutafuta mto, maisha nikipata ni niki tamhudumia mtoto nikiwa hapa hapa mm. kijijini labda siwezi ku, siwezi kufikia tu, kwa hiyo kiwango kikubwa cha watoto ambao wanatoka ukiangalia hata watoto wanaishi na kufanya kazi mitaani huko mjini, wengi wanatoka vijijini, lakini ukisikiliza kwa kiwango kikubwa unasikia ni umaskini. Umaskini kwa vipi? Inawezekana wewe uliamua kupata watoto lakini bila kujiandaa sasa unawaacha una watoto lakini, kuna kipindi nafikia mahali, kuna sehemu zingine kipindi, kwa mfano cha, cha, cha, cha kilimo mm. kuna baadhi ya maeneo kwenye kule vijijini mm. kipindi cha kilimo kuna watu wanasema, sisi tunakwenda kulima labda mbali ini kutoka mm. pale, pale walipo mm. wanasema sasa, nyinyi mtabaki, tunawachia chakula labda tunawachia hiki au tunawacha kwa majirani watoto, anakwenda kulima kule labda miezi miwili miezi mitatu miezi kila kipindi cha kilimo. Sasa akiwa kule, yule mtoto kama nilivyosema, kumwachia chakula haitoshi, lakini ulinzi wake ukoje? unamwacha na nani? kuna mara nyingine wanaachwa watoto wanajilea wenyewe, wazazi wanaenda kufanya shughuli za utafutaji, kutafuta, kutafuta maisha, kwa maana kilimo na na shughuli zingine. Lakini kuna wakati mwingine sasa, kama bibi na babu iko pale, bibi ndo anaachiwa, babu anaachiwa, lakini mara nyingine wanaachwa hata kwa majirani kwamba bwana, sisi tunaomba tuchangie kiwango hiki cha chakula watoto wabaki hapa, waende malezi malezi ma, ma, ma, matunzo ya watoto. Mahitaji ya watoto ni zaidi ya ni zaidi ya ya chakula, mavazi labda. Na kwa hiyo hiyo ndo changamoto kubwa ambayo tuna, tunaishuhudia. Mkurugenzi, tukilinganisha mijini na vijijini, tatizo hili liko kubwa upande upi? Ni vijijini, vijijini. Mm. na kama ni vijijini sheria hizi ambazo tumekumbushwa juu ya hizi sheria, zitawezaje kutekelezwa kwa ufanisi katika maeneo ya vijijini ambako mara nyingi watoto huachwa? Sheria ina inamgusa kila mtu, mahali popote. Sasa kule kule vijijini, sisi tunachokifanya kikubwa ni kutoa elimu kwamba sheria sheria inasema, sheria ya sheria ya mtoto sura ya kumi na tatu ina, inaeleza wazi kwamba wajibu wa malezi ya mtoto ni wajibu wa baba na mama. Mm. Eh, yaweza na si vinginevyo. Sasa kama wapo wanawajibika kuwalea watoto wao. Sasa kama ilivyosema, kama ilivyosema mheshimiwa waziri, adhabu ni faini isiyozidi shilingi milioni tano. Mm. Au kifungo cha miezi sita au vyote kwa pamoja. Mm-hmm. Sasa hapa ni kuelimishana tu na wao wajue kwamba wana wajibu huo. Sawa. na pengine mkurugenzi kuna mtoto ambaye anazaliwa ndani ya ndoa na kuna mwingine ambaye anazaliwa nje ya ndoa, katika suala zima hili la kutelekeza watoto, hapa tunazungumzia watoto wa aina gani hasa? Hawa ambao wako ndani ya ndoa, ama hata wale ambao wako nje ya ndoa, wanakuta e, baba na mama e, wamezalishana, lakini anapeleka tu huduma, lakini hawapo pamoja. Um, wa, wa, wa, wa, watoto wote ni wa kwa mujibu wa sheria, watoto wote au wamezaliwa ndani ya ndoa, wamezaliwa nje ya ndoa ni, ni watoto ambao wanahitaji mahitaji ya msingi ambayo kama wa ilivyowasema kwa mujibu wa sheria hey. na inategemeana na unaweza ukawa huko ndani ya ndoa au nje ya ndoa, lakini wewe ni mke hey. Najua sheria sheria ya ndoa ya mwaka sabini na moja nafikiri ni kifungu cha chastini hmm, imebainisha inabainisha kwamba mkiishi mki pamoja kwa zaidi ya miaka miwili, wewe hmm, ni mke hata kama uko, uko nje ya ndoa no, rasmi. Kwa hiyo wewe ni, ni mke, yaani ukishazaa watoto hata kama unaishi wapi kule, lakini provided tu imethibitika kwamba umeishi na huyo mtu kwa miaka hiyo miaka miwili na zaidi, basi wewe ni. Kwa hiyo mtoto atakayezaliwa kule bado anastahili anastahili hilo. Lakini lingine, hata kama hamjafunga ndoa, niweza imethibitika kwamba huyu mtoto ni wa kwako, ni lazima umhudumie, bila kujali ni mtoto wa ndoa au mtoto wa nje nje ya ndoa. Kwa hiyo sheria inaangalia kwa pande zote, na ndio maana huyo inafika mahali, ukikataa, ukasema huyu mtoto sio wakwangu, kuna namna ingine ya kuthibitisha kwamba huyu mtoto anakuhusu wewe kwa hiyo una wajibu wa kumtunza. So, so. Msikia mara kadhaa, kuna watu wameenda kupima vinasaba DNA kuli mm. kujua kwamba mtoto ni wa kwake au si wa kwake, ili aweze kutoa matunzo. Kwa hiyo kwa swala la kutoa matunzo lipo kisheria. Niendelee tu kuwakumbusha Watanzania kwamba ukiamua kuzaa basi kubali kwamba utatoa matunzo. Usipotoa matunzo, sheria sheria inakuhusu. tumalizie kwa, kupa, kwa kuzungumza na wazazi uh, mkurugenzi ambao wanatusikiliza hivi sasa uh, kwa ujumla kama mkurugenzi wa idara ya watoto ungetoa ujumbe gani kwa wazazi hasa vijana kuhusu wajibu wao kwa watoto? Uh, mimi u, ujumbe wangu mkubwa tu nawasisitiza wa, wa, wa, wazazi watimize watimize majukumu makubwa matatu katika malezi na matunzo ya watoto. Jukumu la kwanza nimesema ni lazima watoto wapatiwe mahitaji yao ya msingi. Wasipopatiwa mahitaji yao ya msingi, watatafuta mahali ambapo watayapata hayo mahitaji. Sasa watayapata mahitaji hayo, labda kwa watu ambao wanania mbaya. Hilo la kwanza. Lakini la pili, ulinzi na usalama wa mtoto ni jukumu la wazazi kuhakikisha kwamba huyu mtoto analindwa. Usipomlinda huyu mtoto, anaweza akafanywa ukatili. Na kama nilivyosema, kama huzungumzi na mtoto uwasiliani na mtoto, hawezi kukuambia ukatili ambao anaweza kufanyiwa. Na ukatili mkubwa ambao watoto wetu wanafanyiwa ni ukatili wa kimwili. Ukatili wa kimwili inaweza kuwa ni vipigo. Sasa usipozungumza unaweza kuta kwamba mtoto huyo anana, anana, anana, anafanyiwa ukatili, anaweza akafanyiwa nyumbani akafanyiwa nje ya nyumbani labda shuleni au, lakini tunahitaji kuzungumza nao. Sasa hilo la mawasiliano, kuzungumza na mtoto, ndugu zangu wazazi, lina faida kubwa mbili la kwanza nimesema utajua maendeleo ya mtoto, lakini utajua na changamoto zinazomkabili mtoto. Lingine ambalo, ambalo wazazi wengi hawalijui na linawagharimu hapo baadaye, usipo usipojenga urafiki na mtoto wako ukazungumza na mtoto wako tangu akiwa mdogo, hutatengeneza muunganiko. Kuna kitu anaita bond Kiingereza, hutatengeneza muunganiko. Usipoutengeneza huo muunganiko, ndio sasa tunafikia mahali watoto wana hawakujali hawakujali mzazi wake, kwa sababu kutengeneza muunganiko wa namna hiyo. Kuna wazazi wengi wanalalamika kwamba mtoto wangu nimemsomesha, amefika chuo kikuu, amepata kazi, lakini leo hanijali. Ulitengeneza ukaribu na mtoto wako, urafiki, bond kwa kiwango gani? kwa anaweza kuwa na uwezo mkubwa tu, lakini haiko tayari, yani hajisikii kukusaidia kama mzazi wake. Sasa hili, hili ndio tunakumbushana, tangu mtoto akiwa tumboni mwa mama yake aanza kutengeneza ukaribu tengeneza muunganiko akizaliwa, tengeneza muunganiko mm. Kila wakati kila wakati hakikisha unatengeneza mawasiliano na mtoto wako na anakuwa rafiki yako. Sasa kwa kufanya hivyo, basi huko mbeleni atakujali, ataku, ataku utakapokuwa mtu mzima. Vinginevyo utakuja kuishia kulaumu tu. Nisikia mbunge mmoja siku moja alisema, nafikiri itabidi tuingie mkataba na na watoto wetu na kusomesha ukimaliza na wao unituze. mm. <laughs> Sasa tunafikia hatua hiyo, lakini kumbe tulikosea, tuni, sisi wenyewe hmm. tuko bizi, hatuhitaji kukaa na watoto wetu. Sasa mtoto akuoni tena, kama ni mzazi anakuona tu kama walikuwa ni mtu kumpa mahitaji, lakini yale malezi ni matunzo, mahusiano hukuwa nayo. Sasa wengi tunafika mahali tunaanza kulaumu. Kwa hiyo hilo hilo nilikuwa nafikiri tu ni watahadharishi wazazi, kama matunzo, mlinde mtoto wako, lakini wasiliana na mtoto wako. Asante sana. Huyo ni bwana Sebastian Kitiku, mkurugenzi wa idara ya wa watoto kutoka wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia ya wanawake na makundi maalum, kwa kutenga muda, kwa kutenga muda kuja na kuzungumza nasi kwa kina kuhusu hatua za serikali za kulinda haki za watoto, hasa vita dhidi ya utekelezaji ya utelekezaji na ukatili wa aina mbalimbali mbali.